Vipo vinakomtukuza Mwenyezi Mungu duniani, vilivyokuwa chini ya ardhi na vilivyokuwa mbinguni, sio wewe wala mimi, sisimizi, wanyama. Mifano mnaona, jua linaweza likawaka sana huku, akinienda polini unakuta mvua zinanyesha zinawateremkia wanyama, wanayemdhukuru Allah, wanayemsabihi Allah. wa huwa al-aziz, na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu tena ni mwenye hikima. Tushikamane, Ukimuona jirani yako amekosea jambo, mnyooshe ongea naye, maneno matamu yusluh lakum, yatawaunganisheni nyinyi, amalakum, matendo yenu, wa ghafir lakum dhunubakum, namumtui Mwenyezi Mungu na mumuogope Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ndio atakayewasemea nyinyi madhambi yenu, na mtu yote mwenye kumtui Mwenyezi Mungu na Mtume, fa faha faudha ladhivu bila ya shaka huyo amefudhu, tena kufudhu kulikokuwa kukubwa sana. Lakini nawahusia tuwafundishe watoto wetu, watoto wetu maadili, waijue wa dini maadili yamepungua katika jamii, jamii imeharibika. Leo kijana wako ana, anatoka anarudi saa saba usiku anagonga mlango, we unamfungulia, umuulize alikotoka na uulizi alichokibeba, wala usituki Huyu mtoto anarudi saa nne, saa tano, hii alikuwa wapi? Lazima tuwafundishe, na hiyo ndio kazi yetu sisi yote jamii. We ukiwa Muislamu ukimwona mtoto wa jirani yako anapotea, basi ona ni mwanao huyo. Kwa mfano leo Muislamu anamnunia Mkristo, anamchukia Mkristo anamwona hafai. Hapana, sisi yote ni binadamu wa moja. Na tukitazama, hebu jaribu kuangalia Yesu mwenyewe alipofundisha, 11:29 Mathayo, anasema jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi unyenyekevu. Unyenyekevu ni mpole na mnyenyekevu. Nini maana ya unyenyekevu? Unyenyekevu ni ulezi Unyenyekevu ni, ni, ni Uislamu. Tushikamane, nawausia sana tuyaache madhehebu. Alioswali Jumapili ni Muislamu, wewe ulioswali Jumatatu ni Muislamu. Yule katamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna an. Kwa hiyo kama yule alitamka shahada na yule alitamka shahada wote ni waislamu na aliyo bora mbele ya Mwenyezi Mungu, inna lilmutaqina ni yule aliokuwa mcha Mungu, ndio aliokupu. Lakini tujiangalie sana Waislamu, mimi nawahusia kwa haya na naacha fursa Waislamu, kama mna swali lolote mnalihitaji kuliuliza laili juu ya hii mada niloitoa, basi ulizeni, lakini nawahusia amani ya nchi yetu ipo ndani ya mikono yetu, ndani ya vichwa vyetu, ndani ya mioyo yetu, ili tuijenge amani. Waqtasim biabdillahi tushikamane, tushikamane, tusichukiane, tusisengenyane, tusibuguziane kwa sababu ya madhehebu. Huyo anaoswali yule aliyoswali Idi Jumapili kuna swala tano, Adhuhuri anaswali rakaa ngapi? Alasiri, Magharibi, Isha, Alfajiri, haya, hebu nikuulize wewe, naye anaswali Jumatatu, Adhuhuri anaswali rakaa ngapi? Alasiri, Magharibi, Isha, Alfajiri, haya, mnakosana nini? Wote ni Waislamu, tofauti yetu nini? Ku tushikamane, tuachane na maneno ya porojoporojo, tushikamane, lakini pia tukae chini, tusome. Jambo lolote ukilifanya bila elimu, haya yote ndio yanayotokea. Eh, jambo lolote lile, usigombane naye mtu. Kwa mfano mimi, Sheikh Yahaya, huwezi ukanizika bila kunisomea taratini uwezi kwenda kunibeba jeneza bila tahalili, sawa. Basi wewe nenda hivyo, na wale wasiotaka tahalili watarakini, nendeni hivyo hivyo, mkazike. Fatwa atakuwa nayo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tushikamane, hilo ndo fundisho wa Bwana Mtume Muhammad, na sisi kioo chetu nani? E, ndo maana Mwenyezi Mungu amesema raa rasulullah, wa kigezo chetu sisi ni mtume. Lakini imam wetu si nani? Quran, huda lil mutaqina, mwongozo kwa wacha Mungu. Wachamungu, Mwenyezi Mungu alisema thalika alkitabu, hiki ni kitabu la reba, fi huda lil mutaqina, kitabu ambacho akina nini, ukikiamini kitabu cha Qurani huwezi kupinda huwezi kwenda kinyume na, na mwongozo wa Uislamu. Kwa hiyo mimi nawashauri tushikamane sana, lakini tuiombee nchi yetu. Mwaka huu ni mzito mashekhe, sio kitu mchezo. Tunakokwenda kila mtu atakuja. Kwa hiyo siasa zisitutenganishe, siasa zisituharibie amani ya nchi yetu. We kama Chadema, penda Chadema lakini jua ndani ya Chadema kuna mtoto wa babako, kuna mtoto wa kakaako kuna mtoto wa mjomba wako, kuna dada yako na CCM vile vile. Mimi naopenda CCM na ndugu zangu pia ndani ya Chadema anaopenda zalendo naye ana Zarendo, na na ndugu zake wapo wapi? Ukileta fujo wazalendo utamua nani ndugu yako aliokuwa wapi, CCM sawa, jamani, kwa Chadema ni Chadema, lakini utanzania utabaki pale pale wazalendo na wazalendo lakini utanzania utabaki pale pale. Kwa tuishikilie amani iliyoandaliwa na wazee wetu wa miendo na kuitunza mpaka sisi tunaikuta amani ya nchi hii, kwa tuishikilie kulikweli. Jina naitwa Isa Rashidi Bimbagile. E, shehe wangu wa kata alivyozungumza ni sahihi. Mwenyekiti wa kata ya Chanika <coughs> shehe wangu Sheikh Yahaya alichokiongea ni sahihi. Sisi tunahitaji ni mshikamano, pamoja na mwaka huu ni mzito sana wa uchaguzi wa viongozi wetu wa ngazi za juu. Kwa hiyo tunachohitaji ni amani na usalama katika nchi hii. Kwa hiyo ubaguzi haitasaidia, ubaguzi matokeo yake tutakuja kufarakana kwenye kata hii pamoja na wilaya hii na mkoa huu pamoja na nchi nzima. Kwa hiyo hilo swala sisi kwa kweli, au mimi dafsi silipendi litokee. La msingi hapa tushikamane, sio Waislamu, sio Wakristo, sio CCM sio Chadema sio UDP sijui. Kwa hiyo naomba tu kwamba tushirikiane katika uchaguzi huo, uwe salama. Lakini sisi ni wote jamii moja, hii ni sawa, tunajenga nyumba moja, ila tu sisi tunagombania vito, huyo ananyang'anya hiyo, huyo ananyang'anya hiyo, lakini lengo letu ni moja tu kujenga nchi pamoja na kujali dini yetu ya Kiislamu na vile vile, kuhusu ubaguzi kwamba huyu Mkristo huyu huyu kadiani huyu nani, hilo lisitokee kunako nchi yetu, kama walivyotangulia viongozi wa taifa wa zamani ambao sasa hivi wameshatangulia mbele ya haki uvunja ule ukoloni na nini, sisi sote tuko jamii moja. Akifa Muislamu, Mkristo anakuja kuzika, akifa Mkristo, ni Muislamu anakwenda kuzika. Kwa hiyo mimi nachokiomba amani itawale unako nchi hii. Asalamu alaykum wa wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Nasema alhamdulillah rabbil al alamin. Kwanza niwashukuru sana sana sana sana mlio changia na hili ndio lengo letu la Utanzania. Utanzania ni kiwiliwili kimoja, akiwa Mtanzania wa Lindi na wa Dar es Salaam ni kitu kimoja, wa Mwanza ni kitu kimoja. Kuna naunga mkono usia wa katibu wangu, waislamu wote viongozi wote wa dini Mashekhe, mapadri, maaskofu, wachungaji, makadhi, tuwe na kauli moja kuilinda amani, tuwe na kauli moja ya kuiamini amani. Amani ndiyo nguzo kubwa, ndiyo muhimili wa nchi na ndiyo muhimili wa dunia ili uende kwa Allah vizuri kabisa, kwanza uwe na amani. Hata ibada, ukitoka nyumbani unakuja msikitini kuja kuswali, lazima moyo wako uwe umekubali na uwe na amani. Nyumbani unakotoka uache amani, barabarani unakopita ukute amani, msikitini uikute amani, hapo utafanya ibada vizuri sana lakini chukulia mfano, unatoka msikitini un, unatoka nyumbani unakuja msikitini. Nyumbani tangu asubuhi mpaka hii adhuhuri, ujue unakula nini, sijui kama amani ya nafsi itakuwepo. Haiwezekani. Kwao tuilinde amani, kwa sababu ndio nguzo, na Uislamu wenyewe umezungumzia sana sana amani. Yatakuja makundi hapa yatakwambieni Tanzania hatuna amani. Wewe, <coughs> una amani gani Tanzania, wakati ndani kwako una akiba hataya laki moja? Hivyo hata ukiwa na milioni mia moja ndani ya nyumba yako, wakati amani una ina kazi Kainu. Eh? Kainu haina kazi, lakini amani ndiyo nguzo ya maisha ya mwanadamu Amani ndiyo muhimili wa nchi yetu. Kikubwa Waislamu tusichanganywe, tusi Watanzania tusivurugwe, lakini mimi usie sana Waislamu jamii ya Kitanzania hakika. Hidi yetu hii, ukikaa kule barabarani unapata uoga, hata kumpa mtoto pochi ya shilingi 10,000, unaogopa Maadili yamepungua, kukabana nje nje, kupolana nje nje, kubakana ndio kabisa. Kwa sababu gani? Tumiacha malezi tuliolelewa na wazee wetu, tumiacha kwayo. Tushikamane sana, mimi nausia sana, tushikamane. Idi hii iwe idi njema kwetu sisi lakini iwe ni mafunzo makubwa, tuwe tumejifunza kitu ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Tuwaombee dua sana viongozi wetu waliopo madarakani <clears throat> lakini pia tujitahidi kuwaombea kizazi chetu, watoto wetu, lakini kila mmoja awe balozi wa mtoto wa mwenzake, tusifiche maovu Ukimwona mwanao mimi simuelewi elewi, ripoti. Tujitahidi ndugu zangu. Mimi kwa haya machache niombe sana Mwenyezi Mungu atujalie atuafya, tukutane na Ramadhani ijayo tukiwa safi kama tulivyotakata ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tujitahidi kuwafundisha watoto wetu maadili nyumbani mpaka mashuleni. Tufatilie huku mashuleni, watoto hawo wana maadili? Walimu, huyu mwalimu anayemfundisha mwanangu ana maadili? Tujitahidi kujifundishia maadili ndani ya majumba yetu, nje ya majumba yetu, tusiwatupe watoto tu. Wanaenda shuleni, anarudi oo, mikaa tu, hata kumkagua mwanangu yupoje, kakoga kavaa vizuri, yupoje kwenda shuleni kukagua tu mwalimu mwanafunzi ma, na, na mwalimu wana mahusiano gani ya ufundishaji? Ujue leo unampeleka mtoto kwanzia la kwanza mpaka la kwa sita, ujakanyaga shuleni, ujamuuliza mwalimu maendeleo ya mtoto wako, ujajua nidhamu na maadili ya mtoto wako, nani atakayekuelekeza? Lakini leo mnawapeleka watoto madrasa kucheza tu, hata kutaka kujua mwanangu kahifadhi yuko sura gani sasa hivi hakuna ukiambiwa ada ya mwalimu ndio ukakuhamisha chuo, mtoto akichapwa kidogo ndo kakuhamisha, japokuwa kuchapa sio kufundisha. Sawa, Islamu eh, ko tufuatilie maadili, lakini angalieni mtaani mnakaa, mtoto mke, mwanamke anakumutwa pale anapigwa na mwanamme, we unasema simkewe, kaoa mwenyewe. Uislamu hujafundisha hivyo lazima uwe mtetezi. Kwa nini anampiga? Tutunze haki, tunaliona Islamu tu. Tutunze haki na tuitunze amani inayotuzunguka leo wewe na mimi. Hapo likitokea jambo hapa, hatuna pa kukimbilia, tunaenda wapi eh? Ukienda Songea ndo Tanzania. Ukienda lini ndo Tanzania. Ukenda hapo Msumbiji, Mbundani, mguu nje. Sisi tumshukuru Allah sana tuseme alhamdulillah. Amani tunayo, utulivu tunao, viongozi wanatupenda. Hakuna kiongozi yote atakayekuja nchi hata kama mwanao ulio mzaa atakayegea pesa kila mmoja amlete hela mfukoni bila kufanya kazi yupo? Eh? Nasema hivyo tufanye kazi, ndio tufanyeje mm. hisabi. Mungu anatoa tu pasipokuwa na hisabu. Wao kiamka na shamba milala chali, Mungu atakuletea mm. Bila sababu. Tufanye kazi, tusio Tanzania wenye kulaumu kulaumu sana. Unamlaumu mbunge mpaka mbunge anaona shida kuja mtaani kwako. Unamlaumu diwani, ndio mama mama, diwani huyo afai. Diwani ili afai afanyeje? Una mlaumu mwenyekiti wa serikali ya mtaa, barabara chafu kweli, anashindwa hata kutengeneza barabara. Ana mshahara huyo mwenyekiti anaupata wapi? Kwa hiyo tutoe ubinafsi, tutengeneze kitu kimoja, tutengeneze umoja. Na umoja ni agizo la Allah subhanahu wa ta'ala, wataala wa'tasimu bi Abdullah inna Allah yuhibbu yuqatil. Mungu huyo ana tupeli. Mungu anawapenda wale ambao wamekufa wakiwa wameshikamana swafa swafa kama jengo lilojengwa liojengwa kwa kisasa aia ku tushikamana, tuishike amani. Muombe Allah Subhanahu wa Taala awajalie viongozi wetu Amin. Lakini pia tuwaombe viongozi watukumbuke sisi katika mazingira ya dini Amin. Dini zina mitihani tuna ma, na, tuna mambo mazito sana katika Uislamu hatuna pa kusemea kwa watukumbuke kwamba kuna kuna vitengo hivi vya Kiislamu vya dini tuvitembelee, kuna vitengo hivi vya kanisa hivi tuvione ili tupate nguvu. Mwenyezi Mungu atujalie kwa haya machache na atuongoze, na Mwenyezi Mungu atutunzie amani yetu, Mwenyezi Mungu alete utulivu kwa viongozi wetu, Mwenyezi Mungu alete baraka ndani ya nchi yetu. Mwenyezi Mungu awape kheri na alete mvua yenye nuru na utulivu na baraka katika nchi hii. Amin. Mwenyezi Mungu atuletee mvua za mazao. Amin. Mwenyezi Mungu atufanye kizazi chetu kiwe kizazi cha kheri. Amin. Mwenyezi Mungu afanye utulivu ndani ya majumba yetu. Amin. Mwenyezi Mungu awastiri wake zetu. Amin. Mwenyezi Mungu awaponyeshe wagonjwa waliokuwa mahospitalini. Amin. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu uitakasishe mioyo yetu. Amin. Na utufanye tuzae watoto waliokuwa bora